Ninaomba niliite taifa la Tanzania kwenye maombi. Ninaomba niliite taifa la Tanzania kwenye maombi. Naomba niliite taifa la Tanzania kwenye maombi. Kama nilivyosema, sisi wanachadema hatuoni haya. Mimi Amani Golugwa, I am not ashamed kumsema Mungu, na kama Chadema hatuoni aibu kumtaja Mungu katika shughuli zetu. Kwa hivyo ninawasihi Watanzania wenzangu, ninaomba tumwite Mungu kwenye jambo hili. Waislamu, tumwite Mungu; Wakristo, tumwite Mungu. Tuwe na maombi kila mmoja kwa namna watakavyoona ni vema sana, kutoka leo mpaka tarehe ishirini na nne. Kutoka leo, ninawaomba Watanzania, ninaweza, ninaweza E, ninaweza kuwa mdogo sana kulisema jambo hili lakini kwa sababu ninayemtaja ni Mungu mkubwa sana wa majeshi, Mungu muumba wa mbingu na nchi, ninaomba wito wangu upate thamani tu kwa sababu ninamtaja Mungu mkuu aliye hai mkubwa sana. Ninaomba Watanzania, tarehe ya kuanzia leo mpaka tarehe 24 tuwe kwenye maombi Mtakaoweza kuomba kwa kufunga, fungeni. Mtakaoweza kuomba maombi, kila mmoja kwa namna yake, tuombe. Alafu tutahitimisha tarehe 24, tutahitimisha tarehe ishirini na nne. Kuna jambo kubwa sana Mungu anakwenda kulifanya, na mimi nimelithibitisha. Neno la Mungu linathibitishwa na mashahidi wawili watatu na kuendelea. Mpaka jana usiku nimelithibitisha hivyo. Kwa hivyo liko jambo Mungu anakwenda kulifanya. Na hivyo basi ninawasii wa Tanzania tumwite Mungu, tumwombe Mungu, Tanzania nzima vijana, wazee, kina mama, kina baba ninaweka sauti ya msisitizo na nimesema; maadamu nimelitaja jina la Mungu mkuu wa majeshi nikilisii taifa la Tanzania liende mbele za Mungu liombe kwa habari ya taifa hili, amani ya taifa hili. Liombe kwa habari ya serikali ilete maboresho ya mifumo ya uchaguzi ili tuwe na chaguzi za amani.